Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku, leo Jumamosi baada ya tokeo la Bwana, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo Somo la kwanza linatoka katika waraka wa kwanza Mtume Yohane kwa watu wote sura ya tano aya ya kumi na nne hadi aya ya ishirini na moja Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane sura ya tatu aya ya ishirini na mbili hadi thelathini Karibu tusikilize injili. Somo la injili lilivyoandikwa na Yohane. Siku ile Yesu na wanafunzi wake walikwenda mpaka nchi ya Uyahudi. Akashinda huko pamoja nao, akabatiza. Yohane naye alikuwa akibatiza huko Ainoni karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele, na watu wakamwendea wakabatizwa. Maana Yohane alikuwa hajatiwa gerezani. Basi palitokea mashindano ya wanafunzi wa Yohane na Myahudi mmoja juu ya utakaso. Wakamwendea Yohane wakamwambia, Rabi, yeye aliyekuwa pamoja nawe ng'ambo ya Yordani yeye uliyemshuhudia, tazama, huyo anabatiza na watu wote wanamwendea. Yohane akajibu akasema, hawezi mtu kupokea neno lolote isipokuwa amepewa kutoka mbinguni. Ninyi wenyewe mwanishuhudia ya kwamba nalisema mimi siye Kristo bali nimetumwa mbele yake. Aliye naye bibi arusi ndiye bwana arusi, lakini rafiki yake bwana arusi, yeye anayesimama na kumsikia, akifurahia sana sauti yake bwana arusi. Basi hii furaha yangu imetimia. Yeye hana budi kuzidi, bali mimi kupungua. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Eh, tafakari ya injili ya siku hii ya leo kuisikia hivi punde, katika somo la Injili tuliyotoka kuisikia hivi punde, tunaona mazingira ya utoaji wa huduma ya sakramenti ya ubatizo ambayo wahusika waliotajwa ni Yohane Mbatizaji, Yesu Kristo mwenyewe, wanafunzi wa Yohane, pamoja na Myahudi mmoja. Sakramenti hii ya ubatizo kama tunavyojifunza katika Katekisimu ya Kanisa Katoliki, tunajifunza kwamba ubatizo mtakatifu ni msingi wa maisha yote ya Kikristo, lango la kuingilia uzima katika Roho na mlango unaowezesha kuzipata sakramenti zingine zote kama sakramenti ya kipaimara, sakramenti ya ekaristi takatifu, sakramenti ya kitubio, sakramenti ya ndoa takatifu, sakramenti ya daraja takatifu na sakramenti zingine zote za kanisa. Yohane Mbatizaji anaonekana akitimiza agizo la Mungu kwa kutoa sakramenti hii ya ubatizo kwa watu wote wa Mungu. Katikisimu ya Kanisa Katoliki inatuambia kwamba kwa njia ya ubatizo tunafanywa huru toka dhambi na tunazaliwa upya kama watoto wa Mungu. Mpendwa msikilizaji, kama tunavyoona Yohane Mbatizaji akiwa katika majukumu yake ya kufanya kazi ya Mungu ya kuwaalika watu kukimbilia sakramenti hii ya kutakatifuza maisha yao kwa ajili ya roho zao. Mimi na wewe ndio wakina Yohane wa sasa hivyo tuwe sehemu ya mwaliko wa wenzetu kubatizwa na kubaki katika imani ya Kikristo kwa uthabiti na uhakika kwani kwa njia ya ubatizo tunakuwa huru kutoka dhambi kwa njia ya ubatizo tunakuwa viungo vya mwili wa Kristo yaani kanisa na pia tunafanywa washiriki katika utume wake Kristo. Usikilizaji, pamoja na kuangalia ubatizo kama sakramenti muhimu sana ambayo Yohane mbatizaji anatoa kwa watu wa Mungu, na sisi tunaalikwa kuwa wajumbe wa kuwaleta watu kwa Kristo kwa kuwaletea habari njema na kuwatia moyo wale walioanguka dhambini tuatie matumaini ili waweze kurudi kwa Kristo. Jambo lingine tunaloona katika injili ya leo ni mabishano kati ya wanafunzi wa Yohane na Myahudi mmoja ambapo huyu Myahudi anamletea Yohane habari za mtu anayebatiza kama yeye ambaye siye mwingine ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa kawaida tumezoea pale tunapopeleka taarifa zinazowagusa watu kwa wakubwa wetu au kwa wenye mamlaka au kwa wenye vyeo mbalimbali, inawezekana tunatazamia kwa asilimia kubwa kupokea majibu chanya na wala siyo hasi. Myahudi huyu Anamletea Yohani habari za huyu mtu anayebatiza upande mwingine wa mto Yordani, akitegemea kupata majibu aliyekuwa naye akilini mwake. Tunaona Yohani mbatizaji katika injili hii ya Yohani sura ya 3 aya 27 na kuendelea, akijibu kwa unyenyekevu mkubwa, kwani ametambua nafasi yake. Na nukuu, hawezi mtu kupokea neno lolote isipokuwa amepewa kutoka mbinguni. Ninyi wenyewe mwanishuhudia ya kwamba nalisema mimi siye Kristo, bali nimetumwa mbele yake. Katika kanisa tuna nafasi kubwa kama viungo vya mwili wa Kristo. Pamoja na kuwa na nafasi hizo, tuvitumie kwa upendo. Katika kuelekezana tutumie hekima, tutumie busara, tutumie uchaji wa Mungu. Katika kuelekezana tutumie lugha ya staha kama kupeana maelekezo, na zaidi ya yote tutumie upole kama Yohane Mbatizaji alivyoweza kutumia haya yote katika kuwajibu hawa wanafunzi wake na Myahudi huyu yawezekana walitegemea kupata majibu ya Yohane kujigamba kusema, mimi tu ndiye mwenye mamlaka ya kutoa sakramenti hii ya ubatizo, au yawezekana walitegemea kusikia Yohane akitoa mamlaka mazito juu ya yoyote yule mwenye kutoa sakramenti hii, lakini sivyo kwa Yohane. katika mazingira mbalimbali au ofisi mbalimbali ambapo tumesimama kama wenye mamlaka au sisi ndo hatma, pole na wenye

katika kutoa huduma hizo kwa wenzetu tuepuke kiburi, hakika ni chukizo kwa Mwenyezi Mungu. Tukirejelea kitabu cha cha Mithali sura ya 16 aya ya 5, neno linatuambia kila mwenye kiburi ni chukizo kwa Bwana, hakika hatakosa kuadhibiwa. Hivyo adhabu hii juu yetu wenye kiburi kwa sababu ya nafasi tulizobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Hakika kumcha Bwana ni kuchukia uovu, kiburi na majivuno na njia ya uovu na chukia. Rejelea kitabu cha Mithali sura ya nane aya ya kumi na tatu. Tumwombe Mungu Mwenyezi atujalie fadhila zote za mbinguni ili tuweze kuwa wajumbe wema wa Kristo kwa wengine. Katika safari hii ya duniani, tujitahidi kutumia nafasi ya ubinadamu huu wa sasa kutengeneza nafasi nzuri katika ufalme wa Mungu. Mtakatifu Gaspari del Bufalo, anatuambia kadiri mtu anavyosali zaidi, ndivyo na mambo mazuri zaidi yanavyoweza kutendeka. Hivyo tuzidi kusali kwa kumwomba Mungu atujalie tuwe watu wenye kuwahudumia vizuri na kwa upole wale wanaohitaji huduma kwetu na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri John Melita wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari Del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!